Pole lakini naamini tumejifunza kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi, naomba tusimame, halafu tuinanishe vichwa vyetu, tumwombee fundi wetu Emmanuel <coughs> Juma <Amen. coughs> Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kwa ninafurahi kwa ajili yenu. Karibuni sana katika eneo hili hili. Eneo kila mmoja anaweza kufikiri kwamba ni la kwati, kwa sababu ni sehemu ya mwana Anglikana. Hili eneo kama mnavyoliona limepimwa, lina hati, lakini tayari tuna mchoro kwa ajili ya shule. Majengo yote tunayo kwenye ramani, kila kinachostahili kuwepo, hata kama ni ua, labda mbele ya ofisi, tayari tunalo kwenye shule. Kwa hiyo ni kwamba tujione kwamba tayari shule nayi. Ninajivunia sana kuitwa Mwanglikana. Bwana Yesu asifiwe. Najivunia sana kuitwa Mwanglikana na natamani sana, yani wakati ufike haraka kwamba hii shule inamilikiwa na kanisa Anglikana na mnaweza muamini msiamini, hatua hii tulionayo, kuna watu wengine yaani wanajiuliza sisi, ni namna gani sisi tumeweza kufika hapa. Ni wengi ambao wameshaniuliza, mnafanyaje, inakuwaje? Lakini mara nyingi nabii hathaminiwi kwao. Inawezekana wewe mwangikana mwenzao huoni kwamba ni kitu gani ambacho unakitengeneza, lakini elewa kwamba unatengeneza kitu ambacho ni muhimu ni muhimu sana katika maisha tunayo. Nimefurahi kwamba viongozi mmefika mahali hapa, mmeona kile ambacho kinafanyika. Kwa hiyo naamini nyinyi au sisi tutakuwa mabalozi wazuri kwa wale wenzetu ambao hawajafika hapa. Ninaamini kuanzia sasa, kila mmoja kuna neno atasema lililo bora kwa ajili ya shule na ninaamini kutokana na ujio wetu basi, Mungu pia kuna kitu ambacho tayari amesha kiachilia mahali hapa, muda si mrefu, kila kitu kitakwenda. Naomba tuhimize michango na sisi wenyewe pia tuchagie, tukiamini kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika. Sisi ni wafuasi wa Kristo wa lakini hatukuwepo kipindi Kristo anafanya kazi kubwa kwa ajili ya k isipokuwa kwa wale wanafunzi wachache ambao walikuwa nao walishuhudia, ndio wao wameendelea kutusimulia sisi na sisi tumeamini. Kwa hiyo nina imani kubwa sana kutokana na kile ambacho mmekiona nyinyi, basi mtakuwa mashahidi wazuri na mtakuwa wahimizaji wazuri, ili kuona kwamba tunafika mahali shule yetu inategemaa, shule yetu inaanza kuleta faida katika kanisa letu. Faida inayokuja kanisani sio kwa ajili ya kanisa Bali pia ni hata wewe mwenyewe, itafika mahali tunaweza tutasema sasa shule yetu tayari imejieneza. Kwa hiyo, kwa Wakristo wa kanisa letu ambao walichangia maendeleo kujenga shule yetu, basi tutakuwa na punguzo la ada, lakini pia bado kuna ajira zingi tu zitatokea. Kuna watu wameshawaka oda kabisa kwamba jamani, hili shule ikiisha, mimi nahitaji nipate ajira pale, na ni kweli zitakuwepo ajira. Kwa hiyo ninawaomba na ninawasihi, Mungu azidi kuatia nguvu, tuendelee kunena mema juu ya, ya shule yetu, lakini pia tunaposimama kuwahamasisha, basi mwelewe kwamba ni nini ambacho tunakifanya na kina manufaa gani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana, karibuni sana wakati mwingine kwa ajili ya kuendelea kuona maendeleo. Mungu atawabariki basi. Nimkaribishe baba, lakini tuna tamani tufanye maombi mahali hapa kabla yakujatoka.

So, kama ni giros, biashara kwa nini tunakwenda kufungua biashara? Situishi kwa neema, kanisa inaambatana na miradi. Wako wazee hapa angesema jambo, nianza naye jengo la zamani kabisa katika jengo. Leo bado ni michango ka, lakini tunaamini hii kazi hii ni ndogo sana. Kisha kanisa ya wanaweza yes, sikia. Kwa hiyo kwa kipindi hiki kifupi, tuna wauzi na wanajua mnauzika, musamee bure, tumia lugha hii, msamee bure. Shule ni ya kwenu na tutaendelea kushauri bodi baadaye, Mungu akipenda. Soko wazee, baada ya mradi kukamilika, wakati ada bima ya afya wametumika kanisani, umezekea wapi? Kanisani nzask

Kindergarten ten mpaka darasa saba. Form 1 mpaka 4 mpaka 6. Zaidi ya milioni 3. Leo elimu imekuja nyumbani laki sita ambayo hata muuza maandazi akipambana akipanda matumizi yake kidogo kidogo atapata hiyo fedha, lakini hii ni kanisa halicheki kukupokea wewe, una elfu thelathini na elfu arobaini, atakupokea ilimadana kipindi chetu cha miezi mitatu, wewe umemaliza ile ada ile ada. Kwa hiyo kipindi hichi

Leo tuna Bishop Kitemo pale Berega. Sio wengine tumegusagusa michango yetu. Na washukuru, no, sana. Wana sekondari wana chuo. Na laboratory wana sikini profesa. Wana nesim. Lakini pia wana form one mpaka form 4. Ni wachache. Lakini shule ipo, lakini tena kuna majanga hata katokea. Leo tuna nguvu. Tunaenda na gari, gari limenigonga mimi na familia nimekufa. Na watoto wadogo. So, sawa. Kama shule kanisa lina shule yake kwake hawa watoto watachukuliwa na kanisa, watasoma elimu ile kama mtu mwingine. Wanaweza sifiwe kwa, yeah. Hiyo msijione yatima, sawa? Msijione nini yatima, wote jipe moyo. Leo imetokea mmoja wetu, mmoja alifariki katika kesi pale kwa mapiga mbele, yeye na mke wake, wote muondoke pamoja na mimi, siku tatu za nne ni wapeke ambao na bahati kanisani, lakini amefariki ame, lakini baada ya kufariki kanisa limechukua watoto, wanasoma elimu ile ile kama mtu mwingine, kama baba yuko. Kwa hiyo tuamini kwamba tunachokifanya hapa, hata kama sio wewe, mjukuu wako, hiyo mwanao, itakuja kukugusa kwa sehemu moja au nyingine. Hiyo tuamini, tuende kuamini. Hamjachelewa na hamjapotea, mko sehemu sahihi. Unajua mambo yatakuwa ni mengi lakini hapa. Ni, nimefurahi kuna vijana

tunakuja kwenda sehemu nyingine, na hata wewe unapotoa sadaka hii, semeni neno kwenye kuuza maandazi, kwenye mboga. Kuna mama pale anataka uji, kuna mama anataka mboga, na ufurahie sana kwamba wasijione kama wanaishi kwa neema sawa. Wao wanaishi kwa upendo wa Mungu, kwa uwezo wa Mungu, na Mungu anatosha mamlaka, anaweza kusifiwa. Kwa hiyo, kwa haya machache, sisi tunashukuru tumepambana na watu tukofikia hapo. Mungu akipenda, mpaka tarehe mpaka Ijumaa ijayo, ukija huko unakuta bati tayari, tuamini hilo Akchoke mkunge mkono nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa. Kazi ni ya kwetu, maendeleo ni ya kwetu. Lakini kingine, anzeni kuandikisha watoto. Mwalimu mkuu hapa, tusaidie, wakanisa watu waanze kuandikisha watoto, walete hapa na gari gari, sawa. Watoto watabeba Januari, tutakuwa usalama na watoto watabeba kuanzia usalama salama. Tuna mawazo mengi juu ya kanisa kwa kwa sababu huko duniani sisi tunafanya mambo yetu tunayo, kwa hiyo tutachelewa. Tumtumikie Mungu tu, tuamini, wanaweza uu